Mwasham sana baba Askofu Mkuu, mwasham baba Henry mcha Mungu pacha wangu, mheshimiwa sana baba Chancellor, mheshimiwa sana baba naibu askofu jimbo la Bagamoyo, waheshimiwa mapadri wote, kwa namna ya pekee maklasmeti wa Padri Paulo, Waheshimiwa watawa wote, waheshimiwa waumini wote, kwa namna ya pekee waumini wale ambao Padre Paul aliwahudumia katika parokia zilizotajwa na namna ya pekee hasa parokia ya mwisho aliyoihudumia parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kipindi kama hiki ni kipindi cha kuzidisha matumaini, ni kipindi cha kuomba eh, uthabiti wa imani, kupokea msiba kwa imani kuu na kwa matumaini makubwa. Tumeimba katika wimbo, tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele, na ndio maana tunapoadhimisha misa hii kumsindikiza ndugu yetu Padre Paulo, tuna matumaini makubwa kwake. Na kwa namna pekee, Padre Paulo vile vile ni jirani, kama Father Dennis Salavesa ni jirani yangu pale katika parokia. Hizi naziita ni parokia za fensi. E, yuko karibu kwa pale, nimewasiliana naye mara nyingi lakini kwa namna pekee ni mtu aliyependa sana umoja na aliyeheshimu sana urika wa upadre, na kwa sababu hiyo aliomba na kumwombea kila mmoja asipate changamoto yoyote, na kama akipata changamoto alisikitika sana, na linakuwa ni fundisho kwetu sisi sote tunaobaki, tudumishe umoja katika urika wetu, tusaidiane, tuongozane tuombeane tukosoane kwa upendo ili katika utumishi wetu tufanye vizuri. Tumwenzi kwa namna pekee. Katika yote yaliyotajwa tutamkumbuka kwa haya na haya, na katika kumwenzi ni kuishi na kuweza kuyadumisha hayo. Tunaongelea kifo, lakini vivyo tunaongelea kutokufa, na tunapoongelea kutokufa kuna kutokufa kwamba Mungu anatupokea katika uzima wake, lakini kuna kutokufa vile vile kwingine kwamba hatufi katika mioyo ya watu, hatufi katika akili za watu, kwa sababu tumeweka alama ya kudumu. Na haya ndio muhimu, kuweka alama hiyo ya kudumu, kwamba utukumbukwa milele. Basi eh, bado wewe umeshaweka kutokufa kwako kwa katika hiyo, na ndiyo tulio nayo katika ulimwengu wetu tunavyoishi, kuweka alama za kudumu kwa wale wote tunaishi nao, alama za kudumu, alama ambazo ni nzuri, tutakumbukwa vizuri. Wakati fulani nilikuwa na watania wengine, nikasema, jamani, tuandae watakaolia kwa ajili yetu siku tutakapokufa, sio wale watakaotuzomea. Kwa sababu naweza ukaandaa wale ambao watakuzomea kutokana na matendo yako kila mara wewe ni kudharau, kutukana, kuwa na kiburi, watasema nimekufa lino na kiburi. Lakini wewe umeishi vizuri na wenzako wanasema, jamani, huyu hakika alikuwa mtumishi wa Mungu. Na haya ndiyo ni muhimu sana kuishi imani yetu, na kwa namna pekee sisi kama makuhani kujali urika wetu, na katika kuujali huo, kuishi navyotupasa katika urika huo nakuombeana kusaidiana ili Mungu atukuzwe kati yetu, kwa namna pekee. Niendelee kutoa pole sana kwa mwasham sana Baba Askofu Mkuu na mwasha Baba Henry Henri Mchamungu, askofu msaidizi mpacha wangu, pole sana kwa kuondokewa na mtendakazi. Unajua ni, ni, ni miezi tisa tu tangu tulikuwa pamoja na kwa sababu hiyo nakumbuka utendaji wake. Nimeenda siku kadhaa pale katika parokia yake, naju hata wakati mwingine nikitaka kwenda parokia ya Muungano lazima nipite kwenye eneo lake ndio nitafika vizuri kwa katika parokia ile ya Muungano. Kwa hiyo ameacha hizo alama, basi tuendelee kumwenzi. Raha ya milele umpe Bwana <coughs> apumzike kwa amani. Tuko pamoja kama alivyosema, hakuna kitakachotutenga na upendo wa Kristo, sio upendo wa askofu tu.